Wanafunzi na karibu katika somo letu la leo. Leo tunaangazia maswali ya Nguu za Jadi na tutaangazia jinsi wahusika wanavyokuza ploti pamoja na wahusika wenzao na changamoto zinazowakumba wananchi kwa kurejelea hotuba ya Lonare katika uga wa kitaifa. Aidha, uh, ngome inapoteketezwa na, na waovu wachache waliongomeni hawatasalia wale wasio na hatia. Msiba waendea wote. Eleza muktadha wa ndodo na jadili namna mrejeleo anavyoendeleza na kukuza vipengele vifuatavyo: ploti na wahusika. Tunaona kwamba haya ni maneno ya msimulizi, anamrejelea Mangwasha na Mangwasha alikuwa kanisani na ni baada ya wanamatango kuchomewa makazi yao, na tunaona kwamba Mangwasha alitorokea pale kanisani ili aweze kujificha wakiwa na watoto wake Sayore na Kajewa. Kwa hivyo, mrejelewa ni Manguasha na anaendeleza vipengele vifuatavyo namna hii. Kwanza tuna ploti. Tunaona kwamba Mangwasha anaenda kujisalimisha kanisani na wanawe. Pia tunaona kwamba Mangwasha anafunga ndoa na Mrima. Tunaona kwamba Mangwasha anamtafuta Mrima pale Ponda Mali, alafu Mangwasha anafanya kazi kwa ofisi ya chifu Mshabaha, na pia Mangwasha anahutubia waketwa. Ah, tunaona kwamba ploti ni mtiririko wa matukio, kwa hivyo tunaona hizo hoja zinaeleza tu mtiririko wa matukio pahali ambapo Mangwasha ako. E, pili, wahusika tunaona kwamba Mangwasha anamjenga Mrima kama mwenye mapuuza. Tunaona Mrima anapuuzilia familia yake na kuenda kujiingiza katika ulevi. Pia tunaona kwamba Mangwasha anamjenga Bungulu kama mshauri mwema. Tunaona Bungulu anamshauri Mangwasha asiende kumtafuta Mrima katika zile maeneo ya starehe zake. Pia tunaona Mangwasha anamjenga Chifu Mshabaha kama mkabila. Tunaona kwamba Chifu Mshabaha alikuwa anawachukia sana Waketwa na alikuwa anachukia sana waketwa na uh, kwa mfano Mangwasha. Tunaona zile kazi ambazo chifu Mshabaha alikuwa anamfanyisha Mangwasha. Pia tunaona Mangwasha anamjenga Sangilu kama mwasherati. Tunaona Sangilu alikuwa anataka kumuoa Mangwasha, ingawa Mangwasha alikuwa tayari akeshaolewa na Mrima, na pia Mangwasha anamjenga Lonare kama mtetezi wa haki. Swali yes, la pili, jadili changamoto zinazowakumba wananchi kwa kurejelea hotuba ya Lonare katika uga wa kitaifa. Na tunaona uchumi wa nchi ulikuwa umedorora, kulikuwa na nakisi kubwa ya bajeti. Pia kuna ufisadi ulikuwa umekidhiri, wawekezaji wakalazimishwa kuhamia nchi jirani. Pia kulikuwa kupanda kwa gharama ya maisha, bei za bidhaa ziliendelea kupanda kila uchao. Kulikuwa na mfumko wa bei unazidi kuhasiri na kufukarisha wananchi. Tunaona kwamba zao ghafi la ndani kufisidiwa na urudufu mwingi wa majukumu serikalini, pia kulikuwa na ukiritimba wa kiuchumi unaoendelezwa na wahalifu watu. Pia walikuwa na haramisha na kumiliki mashamba majumba, na mali ya umma kinyume cha sheria na pia kuna mafisadi kukimbilia ugenini ili kukwepa mikono ya sheria, na kuna ukosefu wa ajira kati ya vijana. Tunaona vijana wengi sana walikuwa wamesoma na kuhitimu, lakini hawakuwa na ile ajira. Na kwa hayo shukran sana, usisahau ku like na ku subscribe, hadi wakati mwingine. Shukrani.